Takwimu za kimataifa na kitaifa zinatoa mwelekeo ambao unatia wasiwasi juu ya maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi miongoni mwa wanawake vijana pamoja na wasichana. Mwaka 2024 pekee, kumeshuhudiwa ongezeko kubwa zaidi la maambukizi mapya miongoni mwa kundi hili. Mfano mzuri, wanawake ambao kwa kiasi kikubwa wanaunda asilimia 45 ya maambukizi mapya ambayo yametokea duniani kote. Huku kusini mwa jangwa la Sahara wakiunda asilimia 63 ikionekana eneo hilo kupanda kwa kasi zaidi. Nchini Tanzania, vijana wenye umri kati ya miaka 15 hadi 24 wanaunda zaidi ya asilimia 33 ya maambukizi mapya yaliyotokea, kwa mujibu wa ripoti ya TACAIDS iliyotolewa 2022 hadi 2023. Lakini vile vile wanawake ambao kwa kiasi kikubwa wanaonekana kufahamu kujua hali zao za kiafya, lakini kundi hili pia limekuwa likizongwa na maambukizi mapya yanayoongezeka kwa kasi. Hii inatufanya kujiuliza maswali Je, nini kilichopo nyuma ya pazia? Lakini pia kuna sababu zipi za kiuchumi, kijamii au kiutamaduni zinazochagiza hali hii? Kwa sababu ya kwanza, tukiangalia kwenye kwenye rika ama kundi la bale ama vijana, tunakadiria miaka 16 mpaka 24, sababu ambayo inachangia sana ni sababu ya kwenye kitabia sababu ya kuiga um, unakuta vijana wanaiga, wanajaribu vitu mbalimbali ambavyo hivyo vitu ni hatarishi na vinaweza kuwaweka katika riski ama athari za kupata maambukizi ya virusi vya Ukimwi, kwa mfano ulevi wa sherati matumizi ya dawa za kulevya, lakini pia kuna watoto ambao wanazaliwa bila maambukizi, lakini kutokana na kuto kufanya ufuatiliaji wa mama kwa, kwa yule mtoto kuweza kumprotect asiweze kupata maambukizi. Kwa hiyo kundi hili linaathirika, maambukizi mapya yanatokea kwa watoto kwa sababu ya uzembe. Tamaa, inakuwaje tamaa? Tamaa kwamba mtu anakuwa na kitu alafu anataka, anataka e anataka kuiga kitu alichokuwa nacho yeye alichokuwa nacho mwenzake anashindwa kukipata, kwa anajikuta anaingia kwenye tamaa, kwenye ushawishi kwenda kufanya vitu fulani ambavyo si sahihi, unajikuta maambukizi nayo yanazidi. Kwa upande wangu naweza nikaongelea swala la ngono zisizokuwa salama. Kwa asilimia kubwa inaonekana hiyo ndo njia pekee ambayo ni ina asilimia nyingi inasadikika watu wengi wanapata maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa sababu ya ngono zisizo salama. Leo msichana, mimi nampeleka shule, lakini mimi nguvu sina, lakini na yule mtoto anataka kula. Sasa mm, akienda akienda kwa mkuta rafiki yake kule, rafiki yake kidogo yuko katika hali nzuri, yule hatakiwa na rafiki zake wawili watatu, hazitoshi chips sahani moja ina maana kwamba itakuja kwamba pale wapate kama sahani mbili au tatu. Sasa wao wale wengine hawana pesa, sasa pale patakuwa na mchango, unaingia wanaume. Sasa wanaume wale mwanamume yoyote alioasilika yeye hana hasara kutoa pesa. Sasa hivi, kwanza, cha kwanza kinga muhimu sana kinga ni muhimu sana, na cha pili, tamaa tuache. Serikali iangalie itawekaje namna ya kuunda vikundi vya vijana hasa mabinti, aidha mashuleni vioni, waweze kutoa elimu kuhusiana na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Tunatakiwa pia kuendelea kuhamasisha uh, katika mitandao ya kijamii kama tunavyojua saa hizi um, tu, vitu vingi, utandawazi umebadilika vitu vingi tunaweza tukavipata kupitia mitandao yetu ya kijamii. Tunashauri na tunataka sana kuhamasisha katika kufanya vipimo, kupima mapema ili kuweza kujua kama uko salama ama unaishi na maambukizi ya virusi ambao, hii sana sana uh, kwa watu hao wa ambao ni vijana yeah kwa sababu ukishajigundua kama uko salama, ina maana utajikinga na utajilinda zaidi, lakini pia ukijikuta tayari na maambukizi, utafanya maudhurio na utatumia dawa hizi e, ARVs ambazo zitaweza kukusaidia na zitaweza kufubaza virusi na utaendelea kuishi vizuri. Ni miaka zaidi ya 30 sasa dunia ikiwa inapambana vikali na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Hata hivyo, dunia inaonekana kupiga hatua kubwa sana katika kudhibiti maambukizi ya virusi vya ukimwi, lakini kwa hali ilivyo sasa inatukumbusha kwamba safari bado haijaisha. Maadhimisho ya mwaka 2025 ya siku ya ukimwi duniani yamebebwa na kauli mbiu ya kwamba, pambana dhidi ya vikwazo, ongeza mwitikio wa mapambano dhidi ya virusi vya ukimwi. Hii inatukumbusha haja ya dhati ya kuendelekea katika maadhimisho haya, huku tukiwa na jukumu kubwa la kudhibiti virusi hivi vya ukimwi. Na pengine swali muhimu zaidi linalobaki ni, ni kwa vipi Afrika tunajiandaa katika kukabili maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi yanayoonekana kukuwa kwa kasi miongoni mwa makundi haya ya vijana, wanawake pamoja na wasichana. Naitwa Nyamguma Mahmud.